Karibu sana kwenye chaneli yangu ya YouTube. Leo tunaenda kuzungumzia matumizi ya mbinu za lugha na za uandishi katika riwaya ya Mshale wa Matumaini na nitaanza tu na ii tashkisi. Tashkisi. Uh, tashkisi katika Kiingereza ni personification. Hii ni hali ambayo unapatia viumbe ambavyo haviishi, unapatia sifa za viumbe ambazo zinaishi katika ukurasa wa kumi na sita akili yangu ilinirudisha nyumbani. Akili yangu ilinirudisha nyumbani uh. Akili sote tunajua akili haiwezi kukurudisha nyumbani, lakini tunaposema akili yangu ilinirudisha nyumbani, hiyo inakuwa ni tashkizi. Katika ukurasa wa kumi na saba mioyo yetu ilijizika tena katika sala Moyo hauwezi kujizika kwenye katika sala. Binadamu anaweza kujizika katika sala, lakini tunaposema mioyo yetu ilijizika tena katika sala, hiyo inakuwa ni tashhisi. Upepo ulivuma kwa hasira, hiyo iko katika ukurasa wa kumi na saba. Upepo umepewa sifa ya binadamu kwa, kwa sababu, tunajua kwamba uh, binadamu ndiyo huwa anakuwa na hasira. Uh, tunaposema upepo ulivuma kwa hasira, hiyo inakuwa ni mbinu ya tashihisi. Uhasama baina ya makabila yetu ulikuwa umejenga ukuta wa chuki. Tunaposema um, makabila yamejenga ukuta wa chuki, makabila hayawezi kujenga ukuta, na kwanza ukuta wa chuki um, ukurasa wa arobaini. Sikujibiwa, ububu ulitawala Ubugu unawezaje kutawala? Ubugu hauwezi kutawala. Hii uh, tunaposema ubugu ulitawala huo inakuwa ni tashkizi katika ukurasa wa 49, ba t vita vilitutosa katika mkondo wa maji machafu. Tunaposema vita vilitutosa katika mkondo wa maji machafu hiyo inakuwa ni tashkizi katika ukurasa wa 54, moyo wangu ulimlilia deni Moyo hauwezi ukalia. Tunaposema moyo moyo wangu ulimlilia deno, hiyo inakuwa ni tashhisi. Wasiwasi ulijichora katika nyuso za watu wengi, wasiwasi hauwezi ukajichora katika nyuso. Tunaposema wasiwasi ulijichora katika nyuso, hiyo inakuwa ni tashhisi. Katika ukurasa wa saba, uvumi kulibisha hodi tena kwa kishindo, hiyo pia inakuwa ni, ni tashhisi. Tuende katika mbinu ya pili, kinaya. Kinaya ni irony katika Kiingereza. Uh, kinaya ni ile hali ambayo mtu anafanya kinyume na matarajio, unafanya kitu kinyume na matarajio na katika um, Mshale wa Matumaini uh, tunapata zingo katika um, um, ni kinaya Zimbo kutaka kurudi Doneka wakati ambapo vita vinaendelea na maelfu ya watu kuuawa. Ni kinaya Zimbo anataka kurudi Doneka ilhali Doneka watu wanau, watu wanauawa. Ni kinyume ya matarajio, wakati mwingi, wakati ambapo vita vinatokea na ujinu, upate ya kwamba umetoroka, uh, tuna tunatarajia kwamba hautatamani kurudi pale ambapo umetoka, hivyo Uh, Zingo anapotamani kurudi kule Doneka ambapo kuna vita inakuwa ni kinaya. Katika ukurasa wa tatu tunaambiwa kuwa ni kinaya babake Zingo kuonekana kuunga mkono vita vya kikabila dhidi ya kabila la mkewe badala ya kuvilaani. Kumbuka kwamba wali, um, babake Zingo anampenda mamake Zingo na ndiposa wako katika kwenye ndoa. Nikin, inakuwa ni kinaya kuwa wakati ambapo vita vya kikabila vinatokea, anakuwa wa kwanza ku- kuunga mkono vita hivyo, uh, japokuwa anajua kwamba ataweza kumpoteza mkeo, okay. Tunaanza kujiuliza upendo huo ambao walikuwa nao umekwenda wapi? Kisha ukurasa wa tatu tuna hiyo ni katika ukurasa wa tatu ukurasa wa arobaini na mbili nilitamani kurudi kwetu licha ya tabu zilizokuwepo kisha ukurasa wa hamsini na tatu nikinaya deno kuwaibia na kuangaisha wakimbizi wenzake katika kambi kumbuka deno amenusurika ame, ame kutoka katika, uh, kutoka doneta hapo na wenzake uh, katika kambi na tena badala ajua ya kwamba watu wote ambao wako katika kambi, wote wanahangaika wamekuja kujificha huku, lakini badala ya yeye kuwasaidia uku, badala ya wao kuwa kitu kimoja, yeye ndiye anakuwa kwanza kuwahangaisha watu wa kambi, japokuwa anajua mateso ambayo wanapitia um, hiyo inakuwa ni kinaya, hiya ni kinaya. Deno kumiliki saa na simu za bei ghali licha ya kuwa maskini, licha ya umaskini katika kambi ya Gera. Um, wanapokuwa katika kambi ya Gera tunaelewa kwamba hawana chochote, hivyo hatutarajia kwamba anaweza miliki simu wala saa za bei ghali. Hiyo inakuwa tu kwamba amewaibia wenzake. Aya, tuende katika takriri. Takriri Uh, katika ukurasa wa 19 tunaambiwa kwenda tunaambiwa kuamka kwenda haja usiku kucha. Uh, katika ukurasa wa nne pia maana, mama yangu alichukia na kuipinga kwa jino na ukucha. Jino na ukucha inakuwa ni takriri. Hamwezi, katika ukurasa wa tano hamwezi kutukandamiza miaka nenda miaka rudi, hiyo inakuwa ni takriri liwe liwalo ni niliamua kwenda kumwona. Katika ukurasa wa 48 na nane liwe liwalo inakuwa ni, ni takwimu. Um, maswali ya balaga maswali ya balaga katika Kiingereza ni rhetorical questions. Katika ukurasa wa 9 tunaambiwa lakini wasikie wapi maneno ya binadamu. Maswali balaga ni maswali ambayo hayahitaji hayajajibiwa katika katika kitabu uh. Pia mwandishi hajajibu yale maswali, lakini yameulizwa, hivyo hayahitaji majibu. Yana uh, msomaji anafaa kujijibia mwenyewe, anafaa kuponda, uh, kufikiria yale maswali na kujijibu mwenyewe. Katika ukurasa wa tisa, lakini itoke wapi? Katika ukurasa wa ishirini na tano, nguo za kubadili angezitoa wapi? Katika ukurasa wa arobaini na mbili, kwa nini aliingia katika harakati kama hizo katika ukurasa wa 48, na labda ilihusu janga la vita la Donega. Ni nani aliyejua, katika ukurasa wa saba ningekosana nao, ningecheza mpira na nani? Kisha twende tashbihi. Tashbihi katika Kiingereza inaitwa metaphor. um, hii ni mbinu ambayo tuna linganisha kitu kimoja na kingine kwa mfano, katika ukurasa wa kumi na moja sauti ya mama ilipasua hewa kama radi ya mvua. Tunalinganisha sauti ya mama na radi ya mvua. Katika ukurasa wa ishirini na nne alikonda kama ng'onda. Tunalinganisha jinsi alivyokonda na ng'onda. Uh, sauti ya mama ili, ililipuka kama fataki hiyo ni katika ukurasa wa kumi. Tunalinganisha jinsi sauti ya mama ilivyolipuka na fataki. Katika ukurasa wa thelathini na tano nilikuwa kama mgomba kwenye mkungu wa ndizi. Hivyo tunalinganisha ile hali yake aliyokuwa kama mgomba na, na mkungu wa ndizi. Katika ukurasa wa 48 macho yake yalikuwa yamefumbwa kama mtu anayefanya sala. Um, tunalinganisha jinsi macho yake yalivyokuwa yamefungwa kama jinsi watu wanavyofanya kwa sala jinsi watu wanavyofunga macho kwa sala. Katika ukurasa wa hamsini na mbili, Deno alikuwa ametoweka kabisa mfano wa wingu wakati wa kiangazi. Tunalinganisha kutoweka kwa Deno kama wingu wakati wa kiangazi. Siku hiyo baba alitulia kama maji ya mtungi. Katika ukurasa wa tano, tunalinganisha utulivu wa baba na maji ya mtungi yanavyotulia. Katika ukurasa wa nane, watu walipigana, damu zikamwagika kama maji. Tunalinganisha kupigana kwa watu kama uh, tunalinganisha jinsi watu wanavyopigana wakimwaga jinsi damu ya watu inavyomwagika jinsi maji yanavyomwagika. Katika ukurasa wa ishirini na tano nguo zake zilikuwa mbili kama mboni za macho Ngo, tunalinganisha nguo zake mbili na mboni za macho. Kisha twende tabaini. Tabaini ni ile mbinu ya kutumia si. Aa, katika ukurasa wa tatu tunaona si uongozi si biashara. Katika ukurasa wa kumi na nne si maji si chakula. Mbinu uh, nyingine ya mbinu ya saba ni kuchanganya ndimi. Kuchanganya ndimi ni ile hali ya kuchanganya lugha, uh, Kiingereza na Kiswahili. Kwa mfano katika ukurasa wa 25 shule hiyo iliitwa Gera Secondary for Refugee Children, katika ukurasa wa 53 kundi hilo la Moonlight. Uh, kisha mbinu rejeshi ni ni mbinu rejeshi kati. Mbinu rejeshi ni flashback katika Kiingereza, ni ile hali ambayo mtu anakumbuka vitu vilivyotendeka zamani. Katika ukurasa wa 40 niliangazia maisha yetu ya nyuma tulipokuwa tukiishi kwa furaha. Uh, ukurasa wa 52 nilimwaza mama yangu tena, nilikumbuka alivyokuwa mwanamke wa furaha nyingi. Katika ukurasa wa 59 nikakumbuka tena siku tuliyomzika mama. Mnong'ono katika ukurasa wa kwanza, mnong'ono wa kwanza ulikuwa umechipuka kama miaka mitano nyuma. Kisha ukurasa wa 32 nilikumbuka maneno ya deno aliyonieleza awali. Um, mbinu nyingine ya lugha Uh, mbinu ya lugha ya tisa, misemo. Misemo ni uh, misemo katika ukurasa wa nane tulikata tamaa. Huo ni msemo. Ukurasa wa saba mambo hayangetumbukia nyongo. Katika ukurasa wa tisa tulikuwa tumekata tamaa kutorokea mahali kokote. Ukurasa wa kumi na moja tulishika njia Ukurasa wa 17 nilipiga moyo konde. Ukurasa wa ishirini nilitoka shoti. Haya, twende methali. Methali ni proverbs. Katika ukurasa wa 16 lisilobudi kutendwa. Katika ukurasa wa 37 jungu kuu halikosi ukoko. Katika ukurasa wa 42 mtoto wa nyoka ni nyoka, katika ukurasa wa tano. Lisemwalo lipo kama halipo lipo njiani laja. Taharuki, kuto taharuki. katika ukurasa wa nane, kutoroka nyumbani kwa Kadurenge bila kujulikana aliko baba. Alitoweka nyumbani tusiwahi kumwona tena. Hakuna aliyejua mahali alipokuwa baba. Taharuki ni ile hali ambayo inamwacha inatuacha katika, um, niseme uh, katika tu lugha ambayo tunazoea ni kama inatuacha katika mataa, hatujui hatu, uh, hatu, uh, hatujui, ni kama dilema, ni dilema, hatujui uh, uh, mahali ambapo hawa watu walienda, na mwandishi hatuambii hatuelezee uh, mahali walienda. Uh, katika ukurasa wa tisa, nilikuwa na wasiwasi mwingi siku hiyo, sikujua nichukue nini niache nini. Uh, hapa mwandishi anakuwa anakuwa katika hali ya kuchagua, hajui achukue nini, hajui aache nini, anakuwa katika taharuki. Uh, katika ukurasa wa 11 taharuki inatanda na kuwafanya Zigo na Zingo na mamake kutorokea katika kambi ya wakimbizi maana hawajui uh, mahali pa kwenda, hivyo wanaamua kutorokea tu katika kambi ya wakimbizi kisha, tuna mbinu uh, ya kutumia ndoto ndoto imetumika katika hadithi kwanza, ambapo zingo anajipata akishambuliwa na kupasuliwa kichwa katika ndoto. Kisha ukurasa wa ishirini, uh, huo ni katika ukurasa wa ishirini ambapo anasema, ghafla niliamka, nilishtuka nilipojiona katika ulimwengu halisi badala ya ulimwengu wa wakutish, kutisha wa ndotoni. Katika ukurasa wa 45 Nilikurupuka kutoka katika usingizi lo, kumbe ilikuwa ni ndoto tu. Haya, asante kwa kunisikiliza. Tafadhali kumbuka kupenda video yangu, kusubscribe, alafu na kushare. Tukutane tena uh, wakati mwingine ambapo tutakuwa tunaongelea um, mambo mengine katika uchambuzi wa riwaya ya Mshale wa Matumaini.